Unauonaje uchaguzi huu unaokuja tarehe 29 Oktoba? Jibu langu very simple ni kwamba sijaona uchaguzi. Ni sawa na una timu mbili za mpira. Katika timu mbili hizo za mpira, mtu mmoja anatoka kwenye mojawapo ya timu, na huyo mtu mmoja mchezaji pia anashika e, filimbi, ni refiri. Na huyo mtu mmoja pia wakati huo huo ni linesman, na ndio maana na sioni aibu ninaposema no reform no election, wakati huo na leo ninaposema, no election, kwa sababu hatuwezi kwenda kufanya kini macho cha uchaguzi. Uh, Profesa Mkumbo, eh, huhitaji kushawishiwa sana ili umpinge Dr. Sla. Itabidi wabadilishe sana kauli zao kwa sababu sasa ile no reform wamesha iondoa inabidi no election. Mimi nawashahidia pia waseme no Chadema participation, kwa sababu uchaguzi utakuwepo kwa hilo alina shaka, lakini pili vile vile Dr. Sala alikuwa mgombea wa urais mwaka elfu mbili na kumi kwa Chadema. Wakati huo alikuwa anagombea na rais Kikwete. Kikwete pia ndo alitewa tume, lakini kwa na Kikwete alikuwa ni mchezaji, lakini ila alishiriki, ndio ni refa mwaka elfu mbili ukirudi nyuma, rais Mkapa alikuwa mgombea, lakini vile vile hayo yaeleza alikuwepo, alikuwa refari. Nataja tu ile miaka ambayo rais alikuwepo. Kwa hiyo haijaanza leo kwamba rais anagombea mwaka 2025 225 na, na ndio pia ameteua e, tume ya uchaguzi kipi kitakachofanya uchaguzi ufanyike tarehe 29. Kwa hiyo mchakato mzima umefanyika. Sasa tuje kwa ndugu Kinabo, sisi cha umma tuna dai reforms, tunataka katiba mpya na tunataka sheria za haki zitakazolinda haki katika chaguzi, lakini tunachotofautiana na wengine ni approach, ni namna gani ya kuifikia hiyo haki. Sisi hatuamini katika kususia uchaguzi, tunaona kususia uchaguzi ni sawa sawa na kunywa sumu kwa hasira ukitegemea mwingine afe, lakini utaishia kufa wewe. Kwa hiyo tumeamua kuingia katika uchaguzi huu, tukijua kabisa kwamba sheria si rafiki sana, katiba si rafiki sana, lakini hatuoni upenyo mwingine. Ni lazima tupenye kwenye uchaguzi huu. ACT Wazalendo, mmesema kwamba mtashiriki uchaguzi, ila mnajua kwamba huwa kuna wizi wa kura. Safari hii mtalinda hizo kura zenu? lakini sasa, hizo ni siri za kambi, na hapa kuna vyama tofauti, na hivyo vyama ambavyo tumekuwa tukivilaumu vitatuibia kura viko hapa hapa. <laughs> Kwa hiyo itakuwa ngumu sana mimi kuweza kueleza kwa kina tutazilindaje, lakini tutazilinda, na ndio maana tunawahamasisha Watanzania wajitokeze kwenda kupiga kura, kwa sababu sisi tunajua tutakavyozilinda.